Namba moja ambalo nime tumejifunza leo na wanaushirika kwa ujumla, ambalo kuanzia leo, kwanza lazima tufuate taratibu na misingi ya uendeshaji wa vyama vya ushirika, yaani AMCOS. Kwanza kukaa ile mikutano ya kisheria ya kusomeana taarifa mbalimbali zinazohusu ushirika wetu, lakini vilevile kuhakikisha wana hivyo vikao, kwa sababu vina jukumu la kuagiza bodi bodi kwamba sisi tunahitaji kitu gani, na bodi kuhakikisha kwamba vile vitabu vya muhimu ambavyo vinatumika kuendeshea ushirika vinakaguliwa na, na, na vyombo ambavyo vipo kwa mujibu wa sheria, lakini vilevile eh, mambo muhimu ambayo eh, eh, AMCOS au chama chetu cha ushirika kimesisitizwa na kinatakiwa e, kushirikisha sana wataalamu waliopo katika eneo hili, pale ambapo wanaona wanakwama, ili kusudi chama kiendelee kujiendesha katika kufuata misingi iliyopo.